Kwa hiyo hatoua barabarani, ataenda tena majumbani kwenye mitaa kule, ambao mmejificha nyinyi, mtakaojificha ndo atakawafata. Hatoua barabarani, kama alivyofanya maandamano yaliyopita, hakuua barabarani. Waliouawa, hata zile video zangu za kwenye nani za kwenye Twitter, mauaji mengi ni watu ambao walikuwa wanafanya shughuli zao kwenye mabaa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 Ndo hilo kitu kingine, Watanzania msikubali huyu muuaji Samia akawagawanisha, kwa sababu nishaona comments wengine mnasema o oh, tuna wazee wahovyo oh, kwanza sasa hivi simpishi mzee uh, kiti. Jamani, hiko hi ndo anachokitaka, anataka kuonesha kwamba yeye ana sapoti ya wa wazee. Hana kilichofanyika leo ni kiini macho, kama lilichofanya kwenye kampeni. Kumbukeni kwenye kampeni zake zilikuwa zinajia vijana zinajia watoto analipa hela waende pale, mwisho wa siku nini? Vijana wale wale ndo wakaenda kuandamana okay? Kwa hiyo hata alichofanya leo nikawalipa hawa wazee, na msishangae hata wiki ijayo akafanya mkutano na vijana na wakapiga makofi. Jamani, nikini macho anafanya, anatafuta watu anawalipa, wale wale anaolipa, wale wale wazee ambao wameenda Leo pale tarehe tisa Disemba mtawakuta barabarani hela. Tanzania ni nchi maskini, wakishapewa hela angalau wakale. Anafanya kile kitu yani, ndio nawarudia, hata wiki ijayo anaweza akawapata vijana mkanazina, oh, vijana no, no, no, no. wale wale ambao atawapata wiki ijayo, vijana wataenda pale, na tarehe tisa watatoka kwao. Tusichukiane eh? Tuku, tukubali tuku tu kwamba kuna wenzetu wana njaa sana, wameweka njaa mbele, watachukua hela, watakubali kini macho chake, lakini kwenye maandamano Tarehe tisa tutakuwa nao kwao. Tusikubali kugawanywa, sijui wazee hivi hivi no. Pale anafanya kinimacho kama cha kwenye uchaguzi Samia na Watanzania, naomba mnisikilize. Asilimia kubwa ya watu waliokufa kwenye yale maandamano sio watanzania waliokuwa barabarani kwenye maandamano. Asilimia kubwa, naomba niripiti hii point na kila mtu aelewe, asilimia kubwa ya watanzania waliouawa kwa sababu ya maandamano yale hawakuwa kwenye maandamano waliouliwa barabarani kwenye maandamano. Hata picha ukiangalia, waliouliwa wakiwa barabarani ni watu wachache. Wengi wameuliwa kwenye mitaa ambao hawakuwa wakiandamana. Wengi wameuliwa manyumbani. Sasa, sasa unaongelea vipi kuambia wazazi kwamba kwa nini hamkuwakataza kuandamana, na wakati uliwafata watu manyumbani umewaulia ndani kwenye mitaa yao hawakuandamana. Ha, ulicho ni yani kwamba haukutaka ushahidi mkubwa wa mauaji. Ndio maana haukuwaua ambao walikuwa barabarani wanaandamana, uliwaua wachache sana. Ulienda kuua zaidi mitaani majumbani ili watu waambiane wanaua, ili uue bila ushahidi, lakini watu wakajitahidi wakapata ushahidi, tukaposti habari zenu wa Tanzania. Alichokiongea kimama leo hii ndio picha ambayo, mimi personally, sijui nini, ambayo nikuwa nataka dunia ione kuhusu Tanzania, kwa sababu huu ndio utawala wa kikatili uliopo Tanzania. Ndio maana nikuwa nakasirika sana, picha ambayo kina Mwigulu Nchemba they were trying to portray to the world, uongo eh? Sijui yaani <laughs> they were trying to soften Up. Hii serikali eh? Kuilagai dunia sijui tuliwana, sijui tuli no eh? Kimama leo kaja akatoa message kwamba ndio mimi ni muaji, nimeua na mtanifanya nini? Hamna la kunifanya hmm? Samia Suluhu alichokifanya tarehe ishirini na tisa ni kutoa oda ya wananchi kuwawa, lakini kilichofanya oda zile zikatekelezwa ni kwa sababu hii ndio system ambayo tayari ilikuwa imeshajengwa CCM alishajenga alisha jenga system ya kwamba hatuiachii nchi milele na milele. Tutaua kila mtu wakina hatuiachii. Ndio maana ile oda ilitekelezwa. Ujini nwapeni mfano wae nasema hivu. Hapa Marekani saivi, Donald Trump akitoa oda saivi kwa polisi wa Marekani, kwamba watu wanaandamana. Na Marekani kila siku ni maandamano. Donald Trump akitoa oda kwa polisi wa Marekani, kapigeni risasi wale, I say, hakuna polisi atafanya. Ni kwa sababu hiyo system haipo Marekani. Hata kama rais akiamua hiyo system haipo Marekani, kwa hiyo haiwezi kufanyika. Hiyo system ipo Tanzania na ilikuwepo Tanzania miaka yote, lakini iliweza kujificha kwa sababu walikuwa hawajawai kuwa challenged. Tunapambana na watu ambao sisi kodi zetu ndo tunawalipa hawa, ndo watu tunapambana nao, vyombo vya usalama. Lakini tujipe moyo Watanzania, tutashinda. E, nchi itapata haki, itapata haki, lakini inabidi tu tubadilishe akili zetu, tubadilishe akili from kudai kero ndogo ndogo. Mimi sasa watu waki hawa wa, wanafunzi wa, tuongelee dada sio nini si si siongelee si, si issue tena. Sasa hivi Tanzania tumefika kwenye stage ya resistance. Tuko kwenye stage ya resistance ya kupata haki kwenye nchi. Haki ndio itaenda kubadilisha maisha ya kila mtu. Haki ndio itakuja ita kuleta amani ya milele. Kwa hiyo inabidi tujichune, tuache sasa so, sasa hivi ni muda wa kila mtanzania kujichunu kwenye akili, no more kudai maji, no more kudai umeme, no more lakini. Sasa hivi wao ndio wanataka mdai hivi vitu vidogo vidogo, ndio maana wanasema, njooni muongee na sisi tuwasikilize, kwa sababu wanataka mkadai hivi vitu vidogo, hawataki mdai kile kitu ambacho ndio kitawaleteeni maendeleo ya kweli. Kitu hicho ni katiba, na hiyo katiba ndio hawaitaki, wanaipiga danadana. So, lazima tusimame kwenye nguzo hizo tatu za kudai ma, changes kubwa kwenye nchi: katiba mpya, serikali ya mpito, uchaguzi kurudiwa. Hakuna tena mambo ya kudai maji, hakuna tena mambo ya kudai huu uh, nchi ina ufisadi, tushapita huko. Hakuna tena kudai, hakuna, hakuna uh, uh, uh, uh, dawa, tushapita huko. Tanzania sasa hivi tusha, sasa hivi tushavuka, tuko sehemu ya juu sasa hivi tunakaribia kufika, tuko kwenye sehemu ya kudai katiba mpya ambayo inaenda kubadilisha nchi for good, na hawaitaki ndio maana mlimsikia yule muuaji mkuu Samia alishawahi kuongea, kwani katiba si kitabu tu, ndio ndo kileta maendeleo? Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu kinaitwa corruption hatutaki huko kwetu, rather nikianza kuongea kizungu, we don't want corruption in huko kwetu kwa hii constitution. Kitu cha kwanza ni kwamba kama wewe uko na Ruto umeshinda mkituibia hapa, mnakuja kutudanganya hapa, kutudanganya mmetuibia kabisa. Kalonzo msiokaa pahali aliko alikiongoza hapa, najua kisoi ijapokuwa ye ni, ni rafiki yangu na ni mshauri wangu. Ye ndio tunataka na tunajua atatuongoza huku kwetu, ata na atatutoa kwa hii shida tuliyoko naye. Hapa wametusaidia wametujengea tangi wametufanyia wametufanyia, na amekuja kama ye vile tunamjua in person. ye si mwoga, tunataka akae kama kile tunataka na tunajua atatutoa. He's a man who doesn't joke. Mi namjua as a person, mi namjua, kwa hivyo nikisema waipa. Komboa Kenya, waipa Komboa Kenya, mtuuse we rudi huko kwenu, vile mumeenda kutudanganya, apati munatuokwa, munatuokwa, munaanza kufukuza watu wetu. Kalonzo mwisho, Kalonzo wapi mwisho.